Tarajia kuwa na mashindano ya mchezo wa riadha ambayo yatahusisha shughuli mbali mbalimbali, na mashindano yatashirikisha wanariadha wasiopungua 155 kutoka mikoa yote 31 ya Tanzania bara na Zanzibar, ambao watashindana katika mbio za mita mia moja, mita mia mbili, mita mia nne, mita mia nane, mita elfu moja mia tano, mita elfu tano na rilea ya nne mara mia yaani mbio za kupokezana vijiti pamoja na kurusha mkuki juu javelin ambao ndio ule mchezo wa awali ambao nimeuzungumzia kwamba ndio mchezo history ambao ulituletea sisi medali ya kwanza Tanzania. Matukio mengine ambayo yataambatana na mashindano hayo ni mafunzo mbalimbali. Kama tulivyosema kwamba lengo letu ni kuwaleta watoto wa kike pamoja kuwajengea uwezo sio tu kwenye michezo lakini hata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo tunashirikiana na, na wadau wetu mbalimbali kwa sababu fokasi yetu hapa ni mabinti ambao wako chini ya umri wa miaka ishirini na wametoka katika mazingira tofauti tofauti. Kwa hiyo watapatiwa mafunzo pamoja na token ya taulo za kike, jinsi ya kuzitumia, kwa sababu tunafahamu kijamii, kuna baadhi ya watu, hata watoto wa kike ushiriki wao kwenye michezo unakuwa kidogo nyuma, kwa sababu wakiwaza, wakiwa katika zile siku zao za hedhi, wanaweza kuwa hawajui wajistiri vipi. Lakini kwa hiyo tukatumia fursa hiyo, watapata hayo mafunzo na watapewa pia, kuna wadau wamejitokeza watawapatia hizo uh, hizo sanitary pads. Lakini pia tutakuwa na wadau wenzetu ambao ni NBC Bank wenyewe watatoa elimu kuhusu masuala ya fedha. Tunahamasisha watoto wa kike kushiriki katika michezo. Lengo sio tu kuimarisha kiakili na kimwili lakini pia kuwajengea maarifa kwa maana ya kwamba tunaamini kwa sasa michezo ni ajira. Sasa anapojiajiri au anapopata pesa yote kupitia michezo. Tunafahamu Rogate anajua sana na Channel anafahamu wanariadha kina Robin wako hapa. Wakishiriki mbio hasa wale wa mbio za kimataifa wanalipwa pesa nyingi sana. Sasa tusipowajengea uwezo na kujua kwamba pesa hizi wakipata wafanyie nini, bado hiyo ni changamoto tutaendelea kulia na swala la ajira, tutaendelea kulia na umaskini wa wanariadha au wanamichezo wastaafu Tanzania. Kumbe ni kwamba hatukuwajengea uwezo kwamba wanachokipata wakifanyie nini. Kwa hiyo tutashirikiana na shirika la benki la NBC, watakuja kwa ajili ya kutoa hayo mafunzo na tukiamini kwamba vijana wakipata hayo mafunzo basi itawasaidia na kuwajenga kujua kwamba hapa ninafanya michezo lakini, in the end, target yangu ni kujiajiri kupitia michezo, na nikijiajiri, pesa ninayoipata ninategemea kwenda kuifanyia kitu gani?